Leo namfundisha binti yangu namna ya kutumia vijiko vya hoteli. Hoteli ishaienda, hoteli ujai hata mara moja? Ndio kweli, sawa. Sasa kaa kwanza vizuri. Ukifika hoteli kwa mara kwan. menye, ya kwanza umeingia kama hivi, metewa chakula mezani, kunakuwa sasa amna ile ambayo imenini me, hivi nyembamba kakati Ae, una kufika mezani wanakuletea maji sawa, yana ndimu. Wanakuletea kitambaa hiki, kina uma na kisu, sio? Sasa hiki kitambaa unaweza ka ukakitumia kama hivyo mvango nyeuvu, unaweza ukakitoa ukakiwekaa, ili kama kuna chochote kimedondoka ukiwa unakula. Unanielewa vizuri? Chochote kikidondoka ukiwa unakula, kidondokee nao endeleo vizuri. Kwa hiyo unachukua sababu mkono uitoreto mm -hmm, nasaidia hiki, unaweza ukakichukua ukakikunja ukakiweka hapo, kwa wewe ambaye ndio kazi yake, sio? au kama hauna shida nacho, hiki kinaweza kikawa kimekaa hapo kikitoa umekula una uchafu, utakiwa kufanya hivi sawa. Na yani, si unanielewa, unanielewa vizuri eh, yani nomo, sio? Alafu na mkula, sio? Sawa, haya, tunaanza kwenye vijiko sasa. hii hey, ni uma, mama mwalimu. Unaona hiki kitu kinakaa mkono wa kulia, hii inakaa mkono wa kushoto. Hii kazi yake ni kukusaidia kushika chakula ambacho hey, kijaza ili ule, au hiki unatumia kukata. Mfano naomba nikatie hii nyama, utumie hiki. Hii uma umetumia kushikia pale ambapo nataka

Mimi nakusikia hapa ya kati. No, makata hiyo. Sema tumekaaziba achana na hiyo. Ila nimekuelekeza utakuwa umeelewa sio? Hai, mfano unakula chakula cha mchuzi uko na nywele ndefu, utakiwi kufanya hivi, yaani chakula utakiwi kuchota kwa hikiliji, chakula utakiwi kuchota hivi alafu waweka hivi nywele, chakula unatakiwa unachota kwa hivi Umeelewa? umeelewa vizuri unachokatahiia. Alafu mfano umetoka huko Chaina, labda umeenda kwenye shoo, umeenda kwenye chukua klani, labda umeenda Marekani, huko sehemu ambayo kuna wasanii wenzio au kuna matajiri ma... pale umepatwa na mkojo, unataka kwenda chooni kijiko unachukua kisu kwenye sahani unawenda hivi sawa. Halafu hiki unaaii sawa, hapa inamaanisha break, yani kwamba unatoka lakini unarudi pia. Ila ukimaliza, yani kwamba nimeshiba, ina unachukua ikijiko epea hapo, yani nimeshiba, siendelee kula Tau. Kwa hiyo ikatokea labda umefika yani sehemu yoyote hotel yaani, alafu kijiko, mbona mbona anamgonga huyu jirani kijiko? Hakutakiwi kugonga hivi no. Hata kama unaweka kijiko, unaweka tu, mtu wa karibu yako atakiwi kusikia kijiko chako hele, wala atakiwe kusikia unatafuna au namwingini temna. So, mfano glasi unaweka au kinywaji chochote au maji hakitaki kukaa upande wako kushoni, inatakiwa kaa upande wako wa kulia. Kwa mkono hapo ulipokaa utakaa kaavio, sogea hapa katikati, kakia saa hii. So, glasi yako itakuwa ina kinywaji na, na unapoweka kinywaji akitakiu kijana mpaka juu na ukinywa kinywaji, hakikisha haukimalizi kwamba unataka mpaka umalize mpaka huku chini. Unaelewa, unakunywa unaishia sehemu, hata hapa unaacha. Unataka kuongeza labda kinywaji, bado kipo unaweka, lakini usijaze kikajaa mpaka juu. Na unapokunywa mkono mbovu, jamani, nakuingiza tena, unashika hapa, sawa Nadhani sasa hivi tuko sawa, unaweza ukaendelea. Kalaa. Kwa hiyo kwa watanzania wengi najua hamjui, lakini sisi tuliosoma marekani hivi vitu tume tumevisoma muda mrefu, tunavijua. Najua vitakufundisha ndo kwanza tumeanza. Ni hizo, unataka nyimbo isha trendi au taki ndo isha trend, yani chakacha ndo nyimbo ya taifa. Alafu kingine kama mnatoa video toeni haraka haraka, kwa sababu video la chakacha linakuja. Haijalishi unalipenda, utalipenda. Haijalishi ulipendi, utalipenda video ya chakacha. Nataka niwafundishe watu walioko kwenye industry kwamba muziki ni uwekezaji, muziki ni fedha, sio majigambo tu. Mimi sasa hivi songei sana <laughs> wapa tu mshindane na Pipi, no tashindana naye, mi niko zangu huku pembeni. Kwa hiyo video ya chakacha coming soon, naomba mtotoe hizo video zenu, niweza mtapandanisha video, mtatoa kumi, chakacha itazidi kuwa kubwa. Hata mtoe 80 bado hamtatoa video zaidi ya chakacha nawahakikishia na kama mnabisha, subiri nitoe, alafu mtoe hizo za kwenu, afu wa Tanzania wawaambie. Niwatakie siku njema. Kata hiyo video.